Unajua, kuna kitu ndani yako ambacho hakijawahi kuandikwa kwenye vitabu vya dunia nzima, kitu ambacho maneno pekee hayawezi kuelezea, lakini moyo wangu umekiandika kwa mirija ya damu yake. Umekuwa ni nuru kwangu inayoangaza heri na kuniliwaza kila niwapo matatani. Kila unapotabasamu jua linajifunza tena jinsi ya kuangaza, linajifunza jinsi ya kung'ara, linajifunza jinsi ya kupendeza kutokana na urembo wako, kwa jinsi unavyoangaza ndani na nje ya moyo wangu. Ukizungumza, sauti yako inacheza ndani yangu kama ala ya muziki wa kale, ile ambayo haina maneno lakini yenye mahadhi ya kupendeza. Umebarikiwa mwendo wa farasi, mwendo wa kifahari pasina maringo. Utembea hapo taratibu, wanyama wote na ndege hushangilia mwendo wako, kana kwamba dunia yenyewe inakukubali kuwa wewe ndiye mrembo wake. Kila neno ninalolisema kwako ni dua, kila pumzi niliyonayo ni ushuhuda wa jina lako. Naishia kukumbatia kwa hisia, kwa maana hakuna shairi lenye uzuri wa kutosha kueleza namna gani moyo wangu unavyopiga kwa jina lako.